Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hatunabudi kutaja katika aya zinazotuzindua za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema baada, udhubillahi minashaitanir rajim walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattaba millatahum qul inna hudallahi huwal huda akasema vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ndugu zangu wa Kiislamu, aya hizi na nyingi zipo ndani ya Qur'ani na hadithi nyingi. Mwenyezi Mungu anatutanabahisha, anatuhadharisha kwamba makafiri hawatoacha, wala yazaluna. Mwenyezi Mungu asema wala ntardha, hawatoridhika mayahudi na manaswara na hali yenu na Uislamu wenu mpaka mfate mila zao. Aya nyingine akasema, wala hawatoacha, wala yazaluna, hawa ya hawatoacha milele, eh, kupijeni vita katika dini yenu mpaka wakutoeni katika mila yenu. Alhamdulillah, tumeingia katika mwaka mpya leo, tukatika mwaka 1447 hijria, tulikuwa mwaka 1446 hijria kuingia kwa mwaka mpya maana yake kumenasibishwa na hijra kwa sababu ya mapinduzi makubwa aliyoletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia tukio la hijra. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha msingi mzuri, makhalifa wakaacha msingi mzuri, lakini baada ya kuangushwa khilafa mwaka alfu moja mia nne na thalathini na mbili eh mwaka alfu moja mia tatu arobaini na mbili sawa sawa na mwaka 1924. <clears throat> Baada ya hapo, yale matunda ya hijra yote makafiri wameondoa. Tunapigwa vita, hakuna asiyejua dunia nzima eh? hakuna asiyejua kupigwa kwetu kwamba damu ambayo ina thamani duni ni yetu, lakini hatupigwi vita kwa vita vya bunduki tu, tunapigwa vita katika vita vya kifikra na vita vya kifikra vilevile, vile ni katika vita hatari, kwa sababu kuna baadhi ya watu hutiwa shaka katika dini yao. Vita vya bunduki unajua kwa napigwa, lakini vita vya fikra ni wachache wenye kung'amua, kwa sababu kunakuwa kuna ujanja ujanja wa maneno. Tumeona sasa katika miezi hii miwili, kuanzia mwezi huu wa Muharram mpaka mwezi wa Safar, mwezi unaofuata unaufu, mwishoni tuje na kampeni maalumu katika mwaka huu ya kuwahadharisha na kuwazindua Waislamu. Eh, tulinde akida yetu, kwa sababu kuna wimbi kubwa la mafikra mengi. Kuna mambo ya dini mseto tunayazungumza sana hapa. Wanakuja kwa ujanja ujanja kwamba dini zote ni za Mwenyezi Mungu, dua fanyeni dua pamoja, kwa sababu eh, sote tunamlenga Mungu mmoja ah, jamani eh. Kama tunamlenga Mungu mmoja wasingeletwa mitume, wangeacha tu yale wale ule ule ushirikina uliopo na wana. Hata makuraishi walikuwa wakisema nao wanaabudu Mungu, walikuwa wakisema ma naabuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, hatuabudu haya masanamu ila yatupeleke karibu na Mungu, sio? Walikuwa wakisema hivyo, walikuwa wakisema hivyo wali makuraishi walivyokuwa kiambiwa, mnaabudu vipi masanamu? Akasema ma naabuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, hatuabudu haya la ta nauza isipokuwa tunafanya hivi yatupeleke karibu na Mungu. Kwa hivyo leo kuna kampeni hiyo ya dini mseto e, mnaambiwa mkae waislamu na wasiokuwa waislamu pamoja, kuwa na jambo, mshirikiane kuomba dua, jambo ambalo muislamu lau siujinga kukaa na kafiri au kwenda kuomba dua na kafiri, huwa katoka katika Uislamu kwa sababu kuitakidi asiyekuwa muislamu dua yake inakubaliwa maana yake umekubali kwamba dini yake ni ya haki, na Mwenyezi Mungu kakata, inna dina inda Allahi alislam. Kuna kampeni maalum leo za dini zinaitwa mambo ya uafrika, kwamba sisi wa Afrika tuna mambo yetu, tuna mila zetu, tuna jadi yetu, tusichukue dini zilizokuja kwa majahazi. Kampeni hiyo ipo eh? kuna kampeni ya kukataa kabisa Mungu. Na hizi kampeni sio watu binafsi, atoka ndani ya mitandao ya kijamii Ukiangalia maoni yao na fikra zao watanzania walioko nje wa Uarabuni, wote wanawiana. Ni kuonyesha kwamba kuna utaratibu maalum, kuna silibasi maalumu, kuna miongozo maalumu, wanapikwa na wana, wanawezeshwa. Kwa hivyo leo utakuta baadhi ya Waislamu wanakuambia bwana, sisi ah, dini haina nini, kwa sababu inaleta taabu, inaleta zogo, inaleta bughza, inaleta mapigano. Yote haya ni harakati za kuwatia watu shaka na dini ya Uislamu. Kwa hivyo tunazindua kampeni hii leo, eh, leo tunazindua kampeni hii ambayo itachukua muda wa miezi miwili. Tutazikabili fikra hizi kwa namna nyingi katika kampeni hii eh, ikiwemo dini mseto, hizo dini zinazoitwa za kuabudu mizimu, dini za Kiafrika, dini za jadi, wanaopinga wana wenye fikra za kipagani, zote tutazikabili kwa kwa, kwa namna ya kampeni hii itakavyokuwa. Kwa hivyo kampeni hii itachukua muda wa miezi miwili eh, na lengo lake ni kulinda akida ya Uislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, akida hii kama hatukuilinda sisi, sisi wenyewe tuko hatarini, bali na watoto wetu wako hatarini. Ndio Mwenyezi Mungu hapa alipozungumzia walantardhu wa anka alyahudu wala nnaswara hata tattabia millatahum, kwamba hawatukuwa radhi mayahudi na manaswara mpaka mfuate mila zao Akaambiwa mtume na tukaambiwa sote, kul inna hudallahi huwa alhuda, sema kwa maana kwamba simama msimamo kwamba muongozo wa Mwenyezi Mungu ndiyo mwongozo. Kwa hivyo huu ndio msimamo ambao sisi tunausimama nao, kwa hivyo inabidi tufanye kampeni kuokoa eh, kulinda akida yetu na kuwaondoa wale ambao wanatiwa shaka na dini hii. Na ndugu zangu wa Kiislamu, haya yote mnayaona mawimbi haya, dini mseto Eh, upagani, dini za Kiafrika, kuabudu mizimu, tunaolengwa ni sisi na sio Wakristo. Wale hawana dini jamani. Eh, hakuna dini leo. Ushanifahamu? Unakataa mchungaji sio mwanamke, kesho ushakubali. Hakuna dini. Leo unakataa ushoga leo, kesho unaozesha. Ile si dini. Tunaolengwa ni vita, hivi vyote vita hivi tunaolengwa sisi, sio wale kwa hivyo ukiona mtu anasema kwamba dini inazuga haileti ma, maendeleo, tunaolengwa ni Waislamu. Ukisikia kwamba sisi hatuna haja ya dini zote na majahazi, tunaolengwa ni sisi, sio Wakristo wale, hawana dini eh. Dini hata mtu ukimwambia eh, nipe nipe definition ya Mungu ha, hajui. Yule mungu wenyewe anakuambia mara mmoja kwa watatu mara tatu, maram, tatu, tatu, tatu kwa, hana ile Ki ule msingi wa, wa, wa imani yake ha, haujui. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, mapambano haya ni baina ya sisi na hao na hao, wametumwa na makafiri wenye dunia hao. Makafiri wenye dunia wameajiri vitengo vingi zikiwemo hizi kuwalenga waislamu eh? na kuulenga Uislamu. Kwa hivyo hii kampeni ni kampeni ya nchi za Magharibi, dini mseto wanaleta wao mapesa Eh, wakiwaita baadhi ya mashekhe wakiunda majumuiya yanaitwa za maridhiano eh, wakiyaita masemina, wakienda wakienda masemina nchi za Kiislamu na nchi za Ulaya, ili kuonyesha kwamba dini dini zote dini zote hizi zinatokana na, na Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, kampeni hii imefunguliwa leo rasmi na dhamira ya kampeni hii ni kuitetea na kuilinda akida ya Kiislamu kufuatia kuwepo na kuchipuka na kusambazwa fikra mbalimbali mbali, ikiwemo dini mseto, ikiwemo dini ya kuabudu mizimu, ikiwemo dini ya sijui ya Kiafrika, ikiwemo upagani eh, viko vingi hivi vitengo vingi eh. Na kampeni hii ina malengo yafuatayo: kugonga fikra ya dini mseto, kugonga fikra ya upagani E, kubomoa akida za dini zinazoitwa za kijadi na dini za Kiafrika na kujenga ufahamu sahihi juu ya mfumo wa Kiislamu. Kampeni hii imebeba kaundi mbiu, kataa ipo hapa kataa dini mseto, Ukristo, upagani, kuabudu mizimu na baki na Uislamu. Nadhani ipo hapa. E, kataa dini mseto, Ukristo, upagani, kuabudu mizimu bakia na Uislamu kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema inna yabtaghi ghayra alislam dina falan yuqbal minhu, anayetaka dini isiyokuwa Kiislamu hatokubaliwa. Mbinu na na namna njia na, ambazo tutazitumia mbinu mbalimbali ikiwemo mihadhara ya wazi na tutafanya wakitaka, hawa tutawakabili kwa hoja za wazi e, za kiakili, hawa wanaoitwa wachokonozi Wakristo wa wanaotaka hoja za kiakili tutakaa nao katika mjadala nao wao hali kadhalika tutafanya mihadhara jumla, misikitini, hotuba za Ijumaa, kuchawanya makala mbalimbali mbali, kutoa video fupifupi, eh, kutumia majukwaa mbalimbali, kutoa taarifa kwa vyombo vya habari, kufanya mijadala nao, vipindi katika redio <clears throat> mabango na, na kila mbinu ambayo itakuwa ni muwafaka tutaitumia, na sisi hatuwaogopi hawa hatuwezi kumwogopa kafiri wakati tuna haki e. Kwa hivyo mwito wetu kwa Waislamu, sote tushirikiane katika jambo hili. Vita vya kifikra ni katika tishio kubwa, ndugu zangu wa Kiislamu, tusichukulie uwepesi. Tushirikiane katika kutoa michango ya mawazo e, kama kuna vipindi watu kushiriki, kama kuna karatasi kusambaza, kama kuna watu mnaowajua ambao wamo katika vyama hivyo. E, ambao wako watu wao, tunaona na mitandao wanaandika, basi tuunganisheni nao. Tunataka tufanye nao mijadala ya wazi, waache hizi hoja zao za kijinga za kupinga dini baada ya, ya, baada ya kuangushwa kanisa Ulaya, ambao mwanzo kanisa lilikandamiza watu likadondoshwa, ukaletwa mfumo wa demokrasia. Baada ya kuangushwa, ikawa sasa ni ubepari uliopo mpaka leo. Hakuna dini, na leo dunia haina utulivu. Wanaopiga watu hawana dini, lakini wanawapiga watu wa dini. Kwa hivyo, leo utakuta Marekani, Uingereza, Ufaransa hawana haja ya dini, sawa, lakini wanapiga watu wa dini, halafu wanasema dini ndio yenye kuleta matatizo. Kwa hivyo, hii ndio kampeni ambayo tutaifanya insha Allah. Kwa hivyo, tunaomba Waislamu tujumuike kwa pamoja, tushirikiane katika jambo kama hili na tukifanya mihadhara tushiriki pamoja, ikiwa kuna makala tushiriki kwa pamoja kuzitawanya, na kama kuna vipindi vya redio tutakuwa tukiambizana kila baada ya muda insha Allah. Kadiri mambo yanapokwenda, kampeni hii itaendelea kwa muda wa miezi miwili ya Hijiria, kuanzia kwa mwezi huu Muharram, mpaka mwezi insha Allah wa Safar. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.